Fanya zoezi hili ili kujitoa kwenye vifungo ulivyofungwa kwa kutumia mchanga wa nyayo zako. Watu wengi wamefungwa kwa kutumia michanga ya nyayo zao. Wamefungwa kifedha, wamefungwa kifikira, hawawezi kufikiria nje ya box, hawawezi kufikiria vitu muhimu vya kuwasogeza kwenye maisha yao. Hivyo wamebaki kutapatapa hapa na pale. Hakuna sehemu yoyote ambayo wataenda, ardhi itawakubali na kuwatolea matunda. Hakuna sehemu yoyote ambayo wataenda na watu watawapenda na kuwapa kile wanastahili kupata, ikiwemo fursa, ikiwemo uh, kupandishwa vyeo na vitu vya namna hiyo. Hivyo nenda sehemu yenye ardhi iliyotulia, uende ukiwa na chumvi yako, utamwaga hiyo chumvi sehemu ambayo kuna ardhi kama nilivyofanya mimi hapa, kisha utakanyaga sehemu hiyo ambayo umemwaga hiyo chumvi, kisha utaongea maneno haya, mimi fulani fulani, utaita jina lako mara tatu, najitengamanisha na kujifungua kutoka kwenye kila kifungo kilichofanyika kupitia nyayo zangu, chochote ambacho nimefungwa na a, chochote ambacho kimeongewa kinyume kwenye hii ardhi, na kifungua na kukibatilisha maneno yoyote negative ama maneno yoyote ya laana yaliyoongelewa juu ya hii ardhi kuhusu mimi na uzao wangu, na yabadilisha naongea baraka kwenye kizazi changu, naongea baraka kwenye uh, maisha yangu mimi na wote watakaotoka kwenye viuno vyangu mimi, fulani fulani, popote nitakapokanyaga kwenye hii ardhi, pakanizalie, pakalete matunda na pakafanikishe maisha yangu. Nchi yoyote, bara lolote ambalo lina ardhi na miguu yangu itakanyaga kwenye hiyo ardhi basi hiyo ardhi ikafanye mambo positive kwenye maisha yangu, hiyo ardhi ikanikubali na kunizalia matunda ya kile nitakipanda. Fanya hivi kadri unavyoweza ama mara kwa mara, hii licho uizoee hadi utakapokuwa unaona matunda na matokeo kwenye maisha yako. Nawapenda sana, peace.